Ikitokea mwanamke anapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu, yanatoka na uchafu sehemu za siri, uchafu una harufu mbaya kali, huyu mwanamke ni mwanamke ambaye anaweza kuwa na ugonjwa wa pelvic inflammatory diseases, maambukizi ya bakteria kwenye njia ya uzazi. Tunaanza na hili swali la kwanza, ambapo mtu alikuwa ameuliza kwamba yeye anapata maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu. Chini ya kitovu, mara nyingi h tunaziita ni organi ambazo ziko kwenye pelvic floor. Sehemu ya kitovu ama umbilicus ni sehemu ambayo iko chini kidogo kwa chini kidogo uh, ya kitovu, huwa unaingia kwenye mfumo wa nyonga, kwenye sehemu ya nyonga. Ni kuanzia hapa kushuka chini kwenye sehemu ya nyonga, kwa upande wa mwanamke na mwanaume ni sehemu ambapo kuna via vya uzazi kuna njia ya mkojo lakini, hiyo pia, huwa kuna sehemu za mwisho za mmeng'enyo wa chakula. Mtu ambaye anakuwa anasema anapata maumivu kwenye sehemu ya tumbo chini ya kitovu, inamaanisha mara nyingi kuna matatizo ambayo anakuwa anaathiri kwenye pelvic organs. Pelvic organs kwa upande wa mwanamke, akiwa kwa mfano anapata maumivu ya tumbo ambayo yameambatana, maumivu ya tumbo chini ya kitovu ambayo anaambatana na na yanakuwa makali zaidi mwanamke anapokuwa anaingia kwenye siku zake za hedhi, na siku zake za hedhi pengine zinakuwa zinatoka mabonge mabonge ya damu. Kuna mtu anasema yanatoka kama vinyama. Ikiwa yanatoka mabonge mabonge ya damu, damu inakuwa imeganda, sawa? Eh, au anakuwa anatoka damu ambayo ni matone matone, au anakuwa anatoka damu ambayo ni nyeusi, au anakuwa anatoka damu ambayo ina harufu. Huyu ni mwanamke ambaye tunaweza tukasema, moja kwa moja, huyu ni mwanamke ambaye ana matatizo ya hormone, ana hormonal problems. Sasa ni hormone gani haijakaa vizuri, of course wao tunahitaji kufanya vipimo na kuchukua details zaidi kutoka kwa huyu mwanamke tuweze kujua shida ni ipi. Ikitokea mwanamke anapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu, halafu haya maumivu ya tumbo chini ya kitovu yameambatana na kutoka na uchafu sehemu za siri, anatoka na uchafu sehemu za siri. Uchafu una harufu mbaya kali, akishiriki tendo huyu mwanamke anapata maumivu, akienda kujisaidia haja ndogo anapata maumivu. Basi huyu mwanamke ni mwanamke ambaye anaweza kuwa na ugonjwa wa pelvic inflammatory diseases, maambukizi ya bakteria kwenye njia ya uzazi. Lakini huyu huyu mwanamke akawa na maumivu ya tumbo chini ya kitovu, alafu anatoka na uchafu sehemu za siri, uchafu hauna harufu, lakini umeambatana na miwasho mikali sehemu za siri. Basi huyu mwanamke anakuwa na fangasi wa sehemu za siri, tunaita vulvo vaginal candidiasis. Namba zetu za simu ziko hapo, basi utatupigia kupitia hizo namba za simu, ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia.